Mtu wa system, mchekeshaji wa rais <laughs> mchekeshaji wa rais <laughs> rais <laughs> <laughs> <laughs> hasa. Nimefanya nini? Hapana, mimi <Where is it>? Nimekamata sana nchi zaidi na lolote la kuombea wananchi. Hapana, mimi sina naona huko mitandao kilichoendelea, watu wanataka <laughs> <kukikili chwa> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kukusikia nikimfuatilia, watu ah, wanasemaje unawezekana Said, sasa hivi labda amejifungia anata, ndani anataka kujinyonga yaani ah, wanasema umekosea, si ume kukutukana mitandaoni wanasema umekosea, wanamwambia rais atoe namba yako.